Kweli ni kwamba maombi ya mke hufungua mbingu kwa ajili ya mume wake. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Yakobo 5:16b, neno la Mungu linasema maombi ya mwenye haki yaweza mengi, akiomba kwa bidii. Kwa hoja hii, maombi ya mke si jambo la kawaida. Kama ataomba kwa bidii ulimwengu wa roho na kuweka ulinzi wa kipekee kwa mume wake. Mwanamke anapoombea mume wake anampa nafasi ya mume wake kulindwa na Mungu mwenyewe, Mungu kumwelekeza, Mungu kumuinua na kumkomboa na mitego ya Shetani. Na ndiyo maana mtu mmoja ambaye aliandika kitabu cha The Power of Praying Wife ambaye ni Stormie Omartian, aliwahi kusema ya kwamba hakuna mwanamke mwenye hekima anayeacha kumwombea mume wake. Wao maombi ni msaada wake wa karibu kuliko maneno. Naomba nikutie moyo, mwanamke ambaye unanisikiliza, tenga muda wa kumwombea mume wako. Tenga muda funga, mwombee mume wako. Kiwango chako cha kumwombea mume wako, ndivyo atakavyozidi kuwa salama na ndivyo ambavyo atazidi kuwajibika kwako, kuwajibika kwenye familia, na kuwajibika kwenye majukumu ambayo anayo. Ni kweli ya kwamba wanaume wanakutana na vitu vingi sana na adui amejipanga kuhakikisha kwamba mwanaume asogei mbele. Mwanamke, unaweza ukasimama kwenye maombi, unaweza ukakama gotini na mume wako akasonga mbele. Mungu akubariki sana, Mungu akupe neema ya kumwombea mume wako. Amen.